Kufuatia ziara ya Mheshimiwa Abdallah Hamisi Ulega, waziri wa ujenzi aliyoifanya jijini Dar es Salaam kwenye miradi yetu ya mabasi yaendayo haraka BRT awamu ya nne, Mheshimiwa waziri, pamoja na mambo mengine, aligundua changamoto ambazo zimetokea katika kwa watu kwa, kwa watumiaji wa barabara ambapo katika eneo la, la Palm Beach ambalo lipo kati ya Maktaba ya Taifa na Salenda Bridge Ali, kuna kazi mkandarasi anayetekeleza kipande hicho cha kutoka maktaba Mwenge mpaka Ubungo ameanzisha amefumua barabara katika eneo hilo na kusababisha, na kusababisha usumbufu mkubwa kwa watumiaji wa barabara. Mkandarasi huyu anayetekeleza eneo hilo na, ni, ni China Geo Engineering Corporation na anasimamiwa na mhandisi mshauri Kuona Engineering and, and Consulting Company Limited. Kufuatia ukaguzi huo na changamoto aliokutana nayo katika eneo la Palm Beach, mheshimiwa waziri alitoa maelekezo yafuataye: mosi, kumchunguza na kuchukua hatua stahiki kwa mhandisi mkazi ambaye ameshindwa alishindwa kuhakikisha kwamba taratibu za kuanzisha kazi kwenye eneo jipya zinazingatiwa. Lakini pia mheshimiwa waziri alielekeza kwamba timu ya usimamizi kutoka TANROADS iweze kuangaliwa na kufanyiwa mabadiliko na maboresho kwa ajili ya kuhakikisha usimamizi unakuwa thabiti. Kufuatia maelekezo haya mheshimiwa waziri Uh, TANROADS imechukua hatua zifuatazo. Moja, baada ya kuchunguza na kujiridhisha, TANROADS tayari imemwondoa mhandisi mkazi mwenye jina la Rajabu Iddi Rajabu kutoka katika mradi huu, na mhandisi mshauri ametakiwa kumwondoa mara moja na, kum, na kuleta Mhandisi mbadala kwa ajili ya kuchukua nafasi yake. Hatua ya pili ni, ku, ni kuboresha kwa ujumla timu ya usimamizi ambayo inasimamia kwa niaba ya TANROADS, ambayo inasimamia, inasimamia makandarasi lakini pia inasimamia mhandisi mshauri Project Manager ambaye alikuwa anasimamia miradi yote miwili engineer, na Tai ataendelea kusimamia BRT1, alafu kwa upande wa BRT4 tumeweka waandishi wawili kwa ajili ya kuongeza nguvu eneo hilo ambao ni mhandisi uh, Justin Moshi na Isa Mohamed ambao wataenda kuongeza nguvu kwenye BRT 4 pamoja na wasimamizi wawili walioteuliwa kusimamia BRT 4. Tumeondoa waliokuwa wasaidizi hapo awali na kuweka wahandisi wengine ambao ni wazoefu zaidi katika usimamizi wa miradi. Naomba kuchukua fursa hii pia kutoa rai kwa kwanza kwa makandarasi wote ambao wanatekeleza miradi yetu maeneo mbalimbali nchini na hasa miradi ambayo inatekelezwa kwenye maeneo ya miji yetu ambayo yana, yana, yana changamoto nyingi kutimiza wajibu wao kimkataba wa kuhakikisha kwamba wanafanya kazi kwa mujibu, wa, kwa mujibu wa taratibu na kufata maelekezo ya mhandisi mshauri, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba kazi zinatekelezwa kwa wakati ili kuweza kupunguza muda wa usumbufu kwa wananchi, ambao barabara nyingi kati, kati ya hizi zinakuta eh, ni barabara ambazo tayari ziko kwenye matumizi. Kwa hiyo hivi kupunguza usumbufu barabara hizi zinatakiwa makandarasi wetu wa, tunawataka wazitekeleze kwa haraka, lakini bila